Tuelekee kaunti namba 34 ambapo ongezeko la matukio ya wizi, mauaji na uhalifu mwingine katika mji wa Kiserian huko Kajiado limewachochea maofisa wa serikali kuandaa kikao cha usalama na wananchi ili kutafuta suluhu ya kumaliza uhalifu huo. Naibu Kamishna wa Kajiado Kaskazini, Yusuf Mohamed, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano baina ya wakazi na polisi katika kupambana na kukomesha maovu hayo. Kwa hakika uh, huu mkutano umekuja wakati munasabu sana, yani wakati sahihi, kwa sababu ya yale ambayo yanaweza kutokea katika sehemu yetu ya Kiserian. Tumekuja kujitambulisha kwao, wao watujue na sisi tuwajue, na pia kuwafungulia milango kwamba wao wakati wote watakapokuwa wako na jambo lolote waweze kutufikia wakati wowote. Ukikosa kusikiza vijana, kile ambacho watafanya, wataamua kwenda kutafuta hiyo haki, na ndiposa sisi tumekuja hapa siku ya leo, ndiposa tukaweza kuongea na wao. Kiserian kumekuwa na visanga nyingi, mauaji, na siku ya leo tunaye furaha kwa maana tumepata mali tutakuwa tukikibilia, ili hii shida iweze kutuondokea. Tumeshuhudia vifo ambavyo havieleweki, watu wanauawa, wanatupwa hapa damu waweze kuongeza ulinzi unayotosha, ndiyo mama mboga akiwa kwa soko anakuwa na wakati mzuri wa kufanya biashara yake akiwa na amani. Mzee yote ambaye anafanya biashara ya usiku anajua kwamba niko safe. Kutoka...